Kwingineko viongozi wa upinzani walijumuika na familia ya rais wa zamani Hayati Mwai Kibaki katika hafla ya kumbukumbu -kumbu, ambapo semi zao ziliashiria kuwa taifa limeteleza kutoka kwenye njia alikoliacha katika njia aliyoiacha Kibaki. Viongozi hao akiwemo Kalonzo Musyoka aliyehudumu akiwa makamu wa rais wa Kibaki amesema wakati huo kulikuwa na uwajibikaji ambao sasa umetupwa kwenye kaburi la sahau. Stephen Leto na taarifa hiyo. Program. And, uh, Hayati Mwai Kibaki bado anakumbukwa si kwa dhuluma bali kwa ueledi wake wa uongozi na jinsi alivyokuza taifa na kuboresha miundo msingi. Hii leo mawaziri wa zamani wamejumuika na familia yake Kibaki kumkumbuka. Kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka ambaye aliwahi kuhudumu akiwa makamu wake anasimulia jinsi Kibaki hakuwa na ubinafsi akiwa rais. And he looked at me, he said, Vice president, uko hii barabarainaenda hakuna jinakatika kumbukumbu za Kibaki ametajwa kama rais mwenye kusikiza maoni ya home. Aidha, Kibaki ametajwa kuwajibika akiwa rais, hakuongeza kodi wala mzigo kwa mlipa ushuru. He said there is nothing wrong with these taxes we don't have to add more. Many people today who are solid in this country I included we made our money during the time of Mwai Kibaki because government documents were respected. Stephen Leto Runinga, ya Citizen